Na, mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, kabla ya kuingia ndani ya mada, ni kwamba huku kampeni za kiti cha eneo bunge la Malava zinaposhika kasi, Gavana wa Kaunti ya Transzoia George Natembeya amesema kwamba kura ya uchaguzi huo mdogo ni ya kukomboa jamii ya Mulembe kutoka kwa umaskini na siasa mbaya. Akizungumza huko Kabras, eneo bunge la Malava, akiandamana na mgombea wa kiti cha ubunge cha Malava kwa tiketi ya DAPK Seth Panyako, Natembeya alisema hatatishwa na serikali kwa kupigania haki ya jamii hiyo hadi ipate uongozi wa taifa hili kwenye gomboa kutoka kwenye minyororo ya umaskini na hii madharau ambayo tunaonyeshwa, mpaka mtu anatoka hapa, mtu ambaye hana kazi, ambaye anajulikana, anakuja kusomea sisi kwa sababu ya umaskini. Njo maskini, unaambiwa chochote tu, unaambiwa chochote tu. Hii maneno tumekataa. Natembea hako kwa chama ingine inaitwa DAP na kani wanayuko hapo, wewe unasikia uchungu kwa sababu walio wawili wameshikana, wali wa ambao wako kwa chama moja. Mbona hausikii uchungu wakati President Ruto anashikana na Gideon Moy. Gideon Moy yako Kano, Ruto hapo UDA, wote wanataka nyumba yao ya Kalenjini itendae kama kitu kimoja. Sasa mimi nikitaka kutembea na natembea na yuji ni wamalwa na Kirongo, tuwe kitu kimoja, mnasema sisi ni wakabila. Mimi nitahakikisha hii barabara kutoka hapa kambi ya Mwanza, yeah. ipite hapa mpaka Ingabila, yeah. iende mpaka Rukume, yeah. iende mpaka Mtuma, yeah. irudi kwenda Zamindi na ingine yeye